Mwisho, namba tano. Ya nne nimesema ya utulivu. Kazi ya Roho Mtakatifu, ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke, namba tano inakupa neema ya kukataa kila aina ya ubaya. Kazi ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke inakupa neema ya kukataa kila aina ya nini? Ya ubaya. Maandiko yanasema hivi, neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa nini? Ubaya na tamaa za kidunia. Sasa naomba nikupe ni stori fupi kabisa. Wangapi wameshakumsikia mwanamke anaitwa Abigail kwenye Bibilia? Mume wake alikuwa anaitwa nani? Nabal. Najua wengi hapa inawezekana ni amacha kwenye kusoma Biblia. Kuna mtu alikuwa anaitwa Abigail, mwanamke ameolewa na jamaa tajiri anaitwa Nabal. Maandiko anasema siku moja, mfalme Daudi alikuwa anataka kuomba kitu fulani kwa Nabal, na kwa sababu Nabal amefanikiwa na mang'ombe na manini manini, akatuma vijana wake waende kwa Nabal Daudi amepigaana mavita mengi ameshinda sana, akatuma kwa Nabala, akawambia vijana wake amani embo wasaidie vijana wangu kitu fulani namba, akawambia huyo Daudi kwangu kwa naitwa nani? Ni nani huyo? Umeshaje kujitambulisha sehemu wakati unajifikiri wewe maarufu. Watu wakambia, kwani kwani huyu nani nani? Asifiwe Bwana, asifiwe Bwana, asifiwe. Huw namtaniaga rafiki na yangu Ben Paul zamani. Tumekutana kwa kwa Max Lioba Studio. Sasa nimefika pale na mpeleka Miriam anafanya kazi na Max, akaja Belpo. Sasa Max anajaribu kunionyesha kwamba huyu mjui. Kweli kweli, simjui. Utaachaje kumjua? Labda ulimwengo wangu mwingine. Sasa ski mbid kutoe marafiki kwa sababu alibidi awe mdogo simjui. Umeshaje kuona gani hiyo? Yaani, unafika sema, unafikiri wewe ni maarufu, unajulikana, afu unashaka kuna mtu afanye nini? Hakujui. Sasa wale majanki wanaambia, tumetumwa na mfalme Daudi kapigana vita, ametuambia. Akawambia, subiri kama mjani na bali. Huyo Daudi mnayemzungumza ndio nani? Umjui Daudi? Sikilizeni, yaani si tu sifanye mlichosema, hata huyo mwenyewe aliyewatuma hamwambieni I don't get those stuff. Wakarudi wakamwambia Daudi, jamaa sio tu hajatufanyia, hata we mwenyewe hakujui. Sasa Daudi alikuwa amemfanyia wema Nabal, na sasa Daudi anasema huyu mtu analipa wema kwa upumbavu. Akakusanya jeshi, anamwendea Nabal. Mke wake anaitwa Abigaili, akasikia story kwamba mume wako, maandiko yanazungumza hivi Naomba niwaambie, Biblia inasema hivi: Abigail alikuwa mwerevu, mzuri wa sura. Naipenda Biblia kwa sababu inasemaga ukweli. Mzuri wa sura inasema kabisa, mzuri wa sura, ambaye wa kawaida haisemi na nyamaza tu. Kuna mtu ananielewa. Biblia inasema Bathsheba mke wa Uria alikuwa mzuri wa umbo, ndio maana Daudi alivyokuwa kule summit alivyoangalia, akasema hapa piga uwa, siachi Maandiko yanasema Tamari alikuwa mzuri wa sura. Maandiko yanasema Yusufu alikuwa mzuri wa sura na wa umbo. Biblia inasema wengine, imenyamaza. Kuna wengine ukiwaona unaenda kuamini historia iliyosema tuliwahi kuwa nyani. Si historia tumesoma hivyo, kwa jinsi alivyo, jamani, historia tumefundishwa hivyo, kwamba mwanadamu alitokana na nini? Au nyamja soma hiyo kwa kuna wengine wameumbwa ili kuhakikisha historia kwamba ilikuwa kweli, ila kuna wengine Biblia inasema mzuri wa sura, na kuna wengine inasema mzuri wa sura na. Haleluya! Okay, ngoja niwatie moyo. Historia, sayansi, theory ya Charles Darwin ya evolution inasema hivi, miaka inavyozidi kwenda, watu wanaozaliwa wanazidi kuwa wazuri. Kwa hiyo Mungu akutie moyo Mungu akutie moyo. Kwa hiyo sisi tunazaliwa tukiwa wazuri, Bwana sifiwe. Kwa usiofu sana, jinsi ambavyo watu wana... Hiyo ni sayansi, jinsi ambavyo miaka inakwenda, watu wanazaliwa wazuri wa sura na akili ndio maana sasa hivi katoto kanaweza kuwa kama miaka sita remote ikaanguka, kakaitengeneza kenyewe, kakabonyeza hivi. Ungepeleka kwa fundi? katoto kama miaka sita kakatengeneza. Kuna ubongo unaitwa neocortex, huko hapa mbele una develop zaidi sasa hivi. Ndio maana ukienda kwenye makampuni yote directorate au department ya IT, ukuti mtu ana miaka 50 the young boys, young guys, kwa nini clever? Bahati mbaya kwa jinsi ambavyo tunakuwa clever, ndivyo jinsi ambavyo kengeufu wa shetani unaongezeka. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo wakati mnaona mtoto, shika mbele hapa, ombea akili yake ibilisi asitumie. Kuna mtu ananielewa? Sasa maandiko yanazungumza anasema, Nabali alikuwa asiye na adabu, ana hela lakini hana nini? Adabu. Naomba niwaambie watu wa Mungu mlioko hapo, wa, wakati unaomba Mungu akupe muujiza wa uchumi mkubwa, mwambie Mungu uchumi huo utavyoongezeka, nipe na adabu. Kuna mtu ananielewa? Ukiwa una hela huna adabu, ni mzigo. Naomba niwaambie hakuna watu wana shida makanisani kama watu waliofanikiwa kwenye makanisa, wanatengeneza makundi, wanataka waabudiwe wenyewe, anataka amfandi mchungaji ili mchungaji aone kwamba ili mchungaji amwongelee vizuri. Bahati mbaya mi sio mchungaji, mi ningekuwa mchungaji, I don't care you have money or you don't have money. Kazi yangu ni kupeleka roho kwa Kristo, sio roho kwenye ujasiriamali. Kwa hiyo everybody is the same. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Ukiomba Mungu akupe uchumi mzuri, mwambie akupe na adabu hata kidogo tu. Nimesema hivi, mali bila adabu ni mzigo. Nimeenda kwenye makanisa kuhubiri. Mimi sio mchungaji. Mimi ni professional wa psychology. Lakini Mungu amenipa neema. Nimeenda kwenye makanisa mengi, unafundisha. Unakuta kuna wanawake kadhaa wana uchumi wao vizuri, wamekuwa ndio mabi na mabifu na mama mchungaji. Wana wanashindana mama mchungaji wana. Mama mchungaji akivaa hivyo anataka kumuonyesha kwamba wewe umevaa cha laki tatu. Ngoja tukuonyeshe sisi wewe. Ngoja tukuonyeshe. Unavaa cha laki tatu. Ngoja, Ngoja tukuonyeshe. tukuonyeshe sisi tuna, hatuendi dukani sisi tunafuata huko huko Naomba niwaambie hekima ni tunda la Roho. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Hatuendi mbinguni kwa kushindania mabifu, tunaenda mbinguni kwa kuwa wanyenyekevu. Maandiko wanasema heri walio maskini wa roho kwa sababu watairithi nini? Nchi. Nyenyekea, be humble. Acha tabia ya kutaka kila mtu ajue una nini. Kweli, acha hiyo ni tabia ya masikini wa akili. Pigana chini, mafanikio yako yaache yapige kelele. Watu wakikutafuta, nani mwenye mafanikio haya? Tulia. Sio lazima kila ukienda kwenye parking uanze kuita wakusindikize ili waone kwamba umebadilisha gari. Wache waanze kujiuliza, hii gari ya nani? Hawakuoni. Kuna mtu ananielewa, kuna mtu ananielewa ni ulimbukeni wa umasikini wa akili, kutaka watu waone umebadilisha hichi, umevaa hichi. Huyo, huo ni tabia za umasikini. Watu waliokuzwa kusiko na hali nzuri wako hivyo, wana utapia mlo wa tumbo na wana utapia mlo wa akili. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako kuwa na utapia mlo wa tumbo sio akili. Kuna mtu ananielewa? Upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke unakufundisha kukataa ubaya. Sasa naomba nimalizie stori, alafu nimalize. Abigaili akasikia kwamba Daudi anakuja kumaliza mume wako. kwa nini? Mume wako ameongea utumbo, hajajua anaongea kuhusu nani. Daudi amesema twende, tutachukua dakika chache sana kumsambaratisha na bali anajiwa na Daudi. Abigaili hakuenda kwa. Kama ingekuwa ni wewe leo ndio Abigaili, ungeenda kwa mume wako umwambie, eh, eh, leo kwisha, habari yako leo, umeisha na utakoma leo, unaisha, nishajiandaa kuwa mjane mimi. Abigaili hakuongea na mume wake, aliandaa chakula akasema, nitaanda nitapanda punda, naenda njia ile ile ambayo anajia Daudi, nikifika nitamwambia mkuu, shuka kwanza, ule mume wangu, mume wangu ni mjinga, hana akili, angejua we ni nani asingefanya hivyo. Sasa dhambi zake nipe mimi, naomba unisamehe mimi na umsamee yule kichaa. Daudi akamwambia, kwa sababu yako wewe siende tena kumaliza mume wako Wanawake wengi wa leo ndio wangekuwa wa kwanza kuchongea mme wake na kumwambia jo, amejificha huku, yuko uvunguni. Wengi Abigaili ana hekima, hakuwa tu mzuri wa sura, alikuwa pia na nini, ana hekima. Tatizo la kanisa leo lina wadada wengi wazuri wa sura, akili kichwani ndogo, hekima moyoni hakuna. Sasa naomba nikwambie ni jambo moja kuwa na uzuri usoni na akili kichwani na hekima moyoni. Hivyo vitu vitatu hakikisha vimebalance: uzuri kwenye, kwenye sura, hekima moyoni, akili kichwani. sio uzuri usoni, hekima moyoni kavu, akili kichwani una sabu. Kuna mtu ananielewa? Na wakati unamwomba Mungu, mwambie Mungu, kwa neema yao naomba akili kichwani, naomba hekima moyoni, naomba uzuri